Mimi nimekuja Malava hii ili tutembee pamoja, watu ya Malava, mnafurahii vile tunafanya kazi pamoja? Mnasema tuende mbele ama tuende nyuma? Hata wakati mnaenda kuchagua viongozi, nyinyi mchague viongozi kupitia taratibu, muangalie, mpeane kiongozi ambaye atasaidia watu ya Malava. Waziri anakuja hapa tarehe nne, Opiyo Wandayi, na hiyo stima ya Malava last mile iende kwa wamama wazee, hata wachane wasipakuliwe ninyi. Ah, ah, munafurahi watu wa Malava waweke stima kwa manyumba ninyi? Ah, ninyi ah, munafurahi watu wa Malava waweke stima kwa manyumba ah, ah. Na tunafanya hivyo tukijua kwamba munaenda kuchagua mbunge, munataka tuwasaidie ama tusiwasaidie? Mimi ya pili, stima isije ikaenda kwa manyumba ya matajiri peke yake. Si ndio? Si hiyo yeah? Ni mzuri yeah. Na nyinyi mnaheshimu viongozi hawa chiefs yeah? Mheshimu MCS? Yeah. Hawa ndio viongozi wa sasa, na mimi nawashukuru. Wewe ambaye pesa yako ni ya kupanga maandamano, watu ya malava wanakuambia shetani ashindwe, ashindwe, hazishindwe. Tunataka ukiwa na pesa, letea watu hapa malava, ulete kwa bodaboda, ulete kwa maendeleo wa kina mama. Hiyo ni sawa ama si sawa? ulete kanisa, hiyo ni pesa inaenda mahali mzuri. Wewe ambaye mnajua, ule aliyekuwa deputy president hajawahi kuja hapa Matsaha kujenga toilet. Amewahi, mmewahi kumwona hapa anaweza kuzungumzia watu wa Malawa? Huyo ni mtu mkashifu, mtu hana heshima, na Waluhya wanasema riswa. Mseme aende asiende, tunataka watu waheshimiwe. Jambo la pili ni kwamba tunataka kuhakikisha kwamba wakati viongozi wanazungumza maneno, wasizidishe mambo ya ukabila kwa mambo yao. Isipokuwa watu wa Malava kumpigia William, William Ruto kura yeye, yeah, yeah, angeshinda kuwa rais, si ni watu wa Malava ndio walifanya akashinda? Yeah, hii jamii ya Kabaras ni jamii wangwana, jamii wanapenda amani na hiyo amani, we wanted to extend to you. Mkiona anafanya bidii vijana wafaulu, wamama wafaulu, shule zifaulu. Wale wanaendesha matuzi, mkiwapata hapa, muambie wawache matuzi, wawapatie development. Simutawaeleza hawa si mnajua watu ya matuzi si wakitembea umumu, mtaeleza hawa amtaki matuzi, mtataka development. Nataka kusikia kutoka kwenu, mimi nauliza, wakikuja hapa mtataka kuwaambia hawa namna gani? Mnataka development ama matuzi? Anafikiria marava kwanza anafikiria wakabarasi kwanza, kabla ijakuwa Kakamega. Wangapi wanasema tuungane na tufanye maendeleo hapa? Malava, Malava oye! Nyinyi munafurahi kukaribisha wageni? tumefanya vizuri kusaidia vijana ama mbaya? Tumefanya vizuri, tuendelee kuja malava kila siku.